Mekuja kutembelea moja ya ofisi za Mamlaka ya Mapato ambazo zilipata changamoto wakati wa matukio baada ya uchaguzi, na tulichofanya cha kwanza ni kuhakikisha inarudi katika hali yake. Leo tumethibitisha imesharudi na inatoa huduma kama ilivyokuwa mwanzoni. Uh, sio ofisi hii tu, lakini ofisi zote ambazo zilipata changamoto za TRA ikiwemo ya Kasumulu, ikiwemo ya Mbalizi, ikiwemo ya Uyole, ikiwemo ya Bunda, hata ikiwemo ya Katoro, zote zinaendelea kutoa huduma. Kwa hiyo nichukue fursa hii kwanza kuwa kuwapa pole walipa kodi ambao walikosa huduma kama walizozoea, uh, baada ya kupata changamoto hii, hii ofisi ilihamishiwa kwa muda mjini na ilikuwa inaleta inconvenience kwao kupata huduma. Leo tuna furaha kwamba uh, imerudi pale pale ilipokuwepo na inafanya kazi vizuri. Kwa hiyo ni, nitumie tena kuchukua fursa hii kuwakaribisha walipakodi wote katika ofisi zetu zote hizo nilizozitaja, ikiwemo hii, waendelee kuja kupata huduma za kikodi na watumishi wetu wako tayari kuwahudumia. uh, mwisho ni washukuru sana walipakodi eh, wanaendelea kushirikiana vizuri na mamlaka ya mapato, na mchango wao mkubwa wanaotoa ndio ambao unasaidia nchi yetu kuendelea. TRA iko tayari kuwahudumia na tutaendelea kuwahudumia. uh, kurejea huduma kwa TRA kwa Buguruni kumetusaidia sana sababu ni sehemu ambayo tunapata huduma kwa karibu na kwa uhakika zaidi. Kwa hiyo ile changamoto iliyotokea ilitupa wakati mgumu kidogo kuhama hapa kwenda sehemu nyingine, japokuwa huko pia tulipata huduma, lakini tumefurahi zaidi baada ya huduma kurejea hapa, na tunahudumiwa vizuri na kila kitu kinakwenda kama kilivyokuwa mwanzo. Tunafurahi na tunashukuru sana kwa huduma hizi kurejea.